Kuna nyakati tunajisikia tuko peke yetu, tunajiona kama mambo hayaendi, kama hatuoni ishara yoyote ya huruma ya Allah. Lakini ukweli ni huu: upendo wa Allah hauji kwa sauti kubwa, mara nyingi huja kimya, lakini ni wa hakika. Dalili ya kwanza, unapoona moyo wako unavutiwa na ibada, hata kama unapambana, hata kama huwa unalegea, lakini bado unatamani kumrudia Allah hiyo ni dalili ya upendo wake kwa sababu Allah humvutia mja wake kwenye mema anapomtaka. Dalili ya pili, unapofanya dhambi halafu ukahisi kukosa raha, ukahisi huzuni, ukihisi unataka kutubu, huo ni mlango wa rehma umefunguliwa kwako. Watu wengi hufanya makosa lakini hawashtuki. Wewe ukisikia maumivu baada ya dhambi, ni ishara kwamba Allah hajakutelekeza. Dalili ya tatu. Kuna mambo ulikuwa unataka lakini Allah akazuia. Ukakwama, ukavunjika moyo, ukalia. Lakini nyuma ya pazia Allah alikuwa anakuepusha na kitu ambacho kingekuumiza. Hiyo ni ishara ya upendo mkubwa ambayo mara nyingi tunaiona baadaye. Dalili ya nne, unapopitia matatizo yanayokukaribisha kwa Allah zaidi. Majaribu yanayokufanya uombe, ulie, au uhisi unamhitaji Mungu kuliko kitu chochote, hayo siyo mateso, ni mialiko, ni njia ya Allah kukuweka karibu zaidi. Dalili ya tano, unapopatiwa amani isiyoelezeka ndani ya moyo, hata kama mambo bado ni magumu. Hakuna mtu anayetoa amani ya ndani isipokuwa yeye tu, na akikutawanya amani hiyo, anasema kwako kimya-kimya, "Mimi nipo pamoja nawe." Mwisho kabisa, ukiona bado una uwezo wa kusema alhamdulillahi hata katika hali ngumu, basi ujue upendo wa Allah umejaa ndani yako, kwa sababu moyo uliokataliwa huwezi kuubeba shukurani. Kwa hiyo usijidharau, usione kama hauoni ishara. Mara nyingi ishara kubwa zaidi ya upendo wa Allah ni ile ambayo iko ndani ya moyo wako kila siku, kutamani kuwa mtu bora mbele yake.